Mambo vipi, mtazamaji wa Global TV Online, as you can see nyuma yangu kuna bango kubwa sana limeandikwa Abdi and Zabibu Nights. Yeah. Hapa ukiona tu hivyo unaweza kujua ni kitu gani ambacho kinaendelea hapa katika ukumbi wa Tanga Beach Resort ambao upo Tanga. Unaambua Tanga raha, jamani. Kama ulikuwa ujui ni kwamba tupo katika usiku wa Abdi Banda mchezaji wa Baroka FC na timu ya taifa ya Tanzania, lakini pia usiku wa Zabibu ambaye ni mdogo wake msani na msanii wa Bongo Flava namzungumzia Alikiba. Baada ya kufanyika hafla Dar es Salaam ikafanyika tukala tukacheza, hafla hiyo imekuja kumaliziwa nyumbani kwa bwana harusi hapo ambapo ndio Tanga. Kwa hiyo leo hapa katika ukumbi wa Tanga Beach Resort, mambo ndo kama hivi unavyoona, mtazamaji, watu wanaingia ingia na hafla ndo inaendelea kama hivyo. So keep on watching Global TV Online, then tutakuletea tukio zima mwanzo mpaka mwisho. Mimi naitwa Idris Mohamed, nyuma ya kamera yuko director wangu wa kike anaitwa Islam Sofie. Yeah, keep on watching Global TV. Ndio mama mzazi wa Banda. Namusia na mwanangu, mwanangu haswa ni Zabibu. Na kwa sasa kwa vile wote wako wawili na Banda, nahusia wote wawili kwa pamoja, maishani kitu kinachotakiwa cha kwanza ni ibada, mkaa kumwabudu Mungu, kuwa karibu na Mungu. Unapokaa ukipata baya sema cha kwanza ni alhamdulillah, lazima kwanza mkabidhi Mungu. La pili nachohusia mwanangu, maisha ni uvumilivu. Watu wamesema ndoa ni ndoano, lakini ndoa sio ndoano. Ndoa ni kukaa kwa amani na upendo, ndoa ni kuvumilia. Nadhani mwanangu unaelewa jinsi tulivyokulea, jinsi nilivyokulea yaani, nachokuhusia jinsi tulivyopambana na maisha Nataka upambane na mke wako. Nachokuhusia na nachokuomba ukae, okay, na mke wako kufa kuzikana, ndio kitu nachokitaka. Sio ukae leo kesho mama, hiki hiki hikihiki kitu hicho, naomba kiondoe. Maisha ni uvuilivu, maisha ni upendo. Nimemaliza, sina la zaidi. Asante sana. Hey, umeambiwa ufa kuzikana. DJ, mlete mama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

Shule ya Msangani Sekondari yenye namba za usajili s S1133. Ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita. Ipo kata ya Msangani, Kibaha kwa Matias, mkoani Pwani, kilomita 6 kutoka barabara kuu Dar es Salaam- Morogoro. Kwa sasa inawatangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018/2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika, ni katika combination au taasisi za HGE, EGM, HGL, EK na HGK. Shule ipo kwenye mazingira ya tulivu na rafiki kitaaluma, imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio. Ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha. Ina viwanja vizuri vya michezo na vya kisasa, huduma bora za afya, chakula bora na cha kutosha, malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto. Ada zetu ni nafuu kabisa, unalipa kwa awamu. Wahi sasa, fomu zinapatikana shuleni Msangani, Riki Hotel Mnazi Mmoja Dar es Salaam, Msimbazi Senta Dar es Salaam, Mwanza soko kuu, duka namba 27 na Palace Hotel Arusha. Wote mnakaribishwa <laughs>